Kuwa na nidhamu ya mambo mbalimbali mbali katika maisha yako. Tumesoma habari ya, ya mtu ambaye ana, anafanya mchezo. Tulisoma pale mstari 24, anasema au hamjui wa kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Tunaona wapiga mbio wakati mwingine kuna watu ambao wanakimbia huko barabarani, wamevaa tu vibukta, wala hawajali kupendeza wala hawajali nini. Unakuta ametokwa na majasho, anakimbia kutoka mjini mpaka huku. Nidhamu ya mchezo, ili aweze kushinda. Na tunaambiwa kwamba huyu anafanya hivyo ili tu apokee taji inayoharibika. Tunaona saa nyingine Utasikitika tu. Mambo ya dunia hii! Sasa wengine wana timu inashindana, inashindana, alafu wanapewa kombe. Kombe hivi ukiliweka hapo lina lina kitu linafanya? Unaliweka linakaa hapo. Mimi huko chuoni, vijana wale walio waliotoka chuo cha wasibu, nilikuwa naingia kwa mkuu wa chuo, nakuta makombe yamekaa hapo mengi, yamewekwa tu, yamekaa hayana kitu lakini watu wamepewa. Hiyo ndo nini, ushindi? Hiyo ni taji inayoharibika, haina kitu, imekaa tu. Lakini watu wanapojipata, wanainyanyua, wanaifurahia, wanaishangilia. Wenye faida ni wale ambao wanashindaga kombe pamoja labda na pesa, wanapewa pesa, wataenda kufanyia vitu vingine ambavyo ni vya kuwafurahisha. Basi tunaona kwamba hiyo ni taji inayoharibika. Naambiwa kila mstari wa 25 wanasema na kila ashindanaye katika mchezo hujizuia yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyo haribika. Sasa so, na kwa sababu tunasema kuhusu nidhamu, sisi ambao tunamwamini Mungu tunatarajia kufanya kazi na nidhamu ili tuweze kupokea taji isiyoharibika. Mungu atusaidie sana. Wanamichezo huwa wanajizuia sana, usifikirie hivyo. Sisi si tunawaona kwenye timu tu au mpira, tunawaona tu pale wana, wana wanapiga mpira wana, unafurahia na nini, lakini huwa wanajizuia sana na mambo mengi. Hata vyakula, huwa wanakula vyakula ambavyo vinastahili kazi yao. Hata wakimbiaji, wanasoma, wanajitahidi, wanafanya kila juhudi ili tu aweze ku, kufika Kufikia kile kitu ambacho amekusudia. Tumeona ya kwamba wao wanafanya hivyo wapokee taji inayoharibika. Lakini sisi ambao tunamcha Mungu tunatakiwa tuwe na nidhamu katika Mungu wetu kumtii ili tupokee taji isiyoharibika. Paulo akasema, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe ni niwe mtu wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua wengi tumeshaangalia, wale wa wanamiereka akipiga ngume akakosa. <laughs> anaweza akaenda kupiga ukuta akaumia ye mwenyewe, si ndio? Akapiga hewa, yani ndo anasema kwamba pigeni mbio vivyo hivyo. Uh, usiwe kama mtu anayepiga hewa, maana ukipiga hewa unaenda uangukie huko mbele. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo na sisi wenyewe kile tunachokifanya tusiwe kama watu wanaopiga hewa. Ukiabudu usiabudu kama mtu anayeabudu asichokijua, abudu kweli, ukijua ya kwamba unamwabudu Mungu aliye hai.